Na mechi mbili tafu muhimu umeelewa? So hiyo ndio sababu ya leo kuona hii game plan uliyoona leo. Unafikiri kocha matatu angekubali pale akati kule goli tatu hajashangilia? anakwambia bado hajalizika angetumia nguvu kubwa wakati ushapata goli za kutosha, mfumo wa kiungo mmoja. Kiungo mmoja kagoma na nani mnani na kame... na... na... na... na... na... tuzungumzie hapa. dakika 90 zimetamatika katika dimba la Mkapa namna ambavyo umeitazama performance ya simba sports club, unasemaje? A ah, performance ya Simba nimeiona imecheza mpira wa kawaida, watu wamekuja kuenjoy kama kuja kukamilisha ratiba, lakini hatukua kwamba tuko serious kwa ajili ya kupata matokeo tukiwa nyumbani, tumekuja kukamilisha ratiba. Tuna michezo miwili ambayo inatukabili, mmoja unapigwa Tabora kule na TRA, sasa hivi wamebadilishwa jina, manake tutasafiri kesho, timu itasafiri, lakini pia tarehe mbili tuna mchezo zidi ya lambalamba, mchezo zidi ya Ibenge, manake viongozi nadhani, wamemwambia mwalimu usitumie nguvu kubwa, wachezaji wa relaksi, ili mradi tumalize mchezo twende kwenye hizo mechi mbili muhimu, lakini mimi mwenyewe binafsi nimekuja hapa, nitaka nipate goli nane hata goli tisa eh! Inawezekana E! Kwa matokeo haya, mashabiki wengi najua wamenyongonyea mioyo yao imenyongonyea. Lakini binafsi tulitaka tupate. Nimepigiwa simu na watu wangu kutoka Dubai, kutoka Ujerumani, kutoka Uingereza na mwanangu mmoja Bashir Luwawa yuko hapo kati, na akaja leo uwanjani kuja kuona pira tatu. Lakini akuliona pira tatu, maana yake lengo lake ashinde goli nyingi ili asherekee. Lakini mwambie, ndo mchezo. Tukubali tumefuzu, lakini wenzetu wameingizwa timu tatu Tanzania zimefuzu. Ila moja imeingizwa na refu kwenye makundi. No doubt, ah. Ni ukweli. Sinyuma mwiko wameingizwa wao, wameingiza mashabiki wao bure, lakini muamuzi naye akawaingiza makundi. Sababu ngoma ilikuwa mbili, moja jana yaani wameoga, wamekula biriani, lakini ya mjini ilikuwa hawaendi, ila mwamuzi kawaambia ataenda mjini kwa lazima. Kawapandisha kwenye uso wa kima kawaingiza, kawapandisha kwenye uso wa kima kawapeleka mjini. Goli nah, nah. Si lile safi limepigwa lile, kaguswa diala Kibendela yuko kule, kama ni offside yeye itabidi ainue kibendela, kama faulo mtu kasukuma, atakuwa atikisa kibendela. Ulimwona kibendela kimetikisika? Muda wote kiko chini, yuko anamsubiria aende kati, mwamuzi wa kati anakataa goli ya lali kabisa ile. Maana yake walikuwa washaoga wamekula biliani wamevaa nguo mpya, mjini alikuwa waendi, lakini mwamuzi kawapeleka mjini, kwa sababu bosi wao kasema mwaka huu target yao makundi hasa, singeingia makundi mwenjinia saizi yupo hapo, sisi tunacheza saizi. Injinia ningekuwa nakata upepo na yeye, kama Marekani alikojificha mwanzo angekuwepo hapa, ila tucheze sikimbia Salienda Marekani kujificha, baadaye hali ilivotulia karudi, lakini na hii pia angekimbia tena. Kwa hiyo katumia nguvu yake ya ziada kaingizwa makundi, ila huku makundi walikoingia cha 98 kitawarudia eh? kile cha 98 kile eh? Sawa, cha kufungwa kile kwa mbuli ya pointi moja, kitawarudia mwaka huu bwana. Simba Sports Club wanatengeneza nafasi nyingi, lakini wanashindwa kuzizalisha na kuwa magoli, shida iko wapi na changamoto iko wapi? Ah, kwa mechi hizi mbili siwezi kuilaumu timu yangu mechi ya away na mechi ya nyumbani, siwezi kulaumu timu yangu kwa sababu away nimeshinda goli tatu na kocha pira tatu, kule kaonyesha pira eleni, kapata goli tatu, lakini kaja nyumbani kasema ajalizika, lakini mwisho wa siku amemweka kitimoto, akamwambia oya, tuna mechi mbili muhimu, kuna mtu anataka tukamfukuzishe tena kazi huko eh? Hey, kaambia kuna mtu anataka tukamfukuzishe tena kazi. Sikaja Tanzania, tumemfukuzisha kule, haumesahau esi vita mara mbili sisi tunaenda robo fainali mgongoni mwake kafukuzwe ile mara ya pili tunamgonga home and away. Kapigwa nyumbani kaja hapa kapigwa chuma nne kwa moja watu wale wanaenda robo kafukuzwa. Kwa hiyo kaja yuko Azam. Kwa tuna mapango sasa kwenda kumfukuzisha Benge. Tale mbili tunaenda kumfukuzisha Benge. Ili pira tatu nadhani litaonekana Tabora na litaonekana Chamazi pale. Wale kukimbia watani zetu wakasema kwamba uwanja ufai una kamera kila kona. Eh? Sasa tunaenda kumfukuza Benge. Ndio maana leo umeona wana jijalizika, leo kaambiwa, tulia utaenda kulizika mechi za mbele. Benge yupi wa goli saba? Benge, wewe huyo wa goli saba kwa Simba Soccer MKM Sawa, sio mlandege Simba kwa hiyo, akaye jiandaye sawa, asubiri kunyolewa kwenye makundi, lakini asubiri kunyolewa na Simba. Wewe, hmm. unacheza na watoto wa shangazi yako unasema nimepiga timu kmkm eh? KM, watoto wa shangazi yao we, we, niulize Balesa na hoteli nyingi za kifahari wapi? Dar es Salaam hapo au Zanzibar? hoteli za kifahari Balesa kajenga wapi? Ah, ziko wapi? Kaze, kajenga wapi? Kajenga wapi? kajenga bara visiwani kule ndio kwake kule wale watoto wa shangazi yake wamekubaliana anapiga goli saba, mbona wale kutoka nini kule Sudani Kusini hajapiga goli saba? Umu ndawe kwa nini hawapige km km? Hawa familia hasa, kwenye makundi hakuna familia, hakuna mjomba wala shangazi. Timu tatu hizi zilioingia makundi hizi mbili zimeingia na hii ilioingizwa, wajiandae kushenyetwa, eh? Hii mbili zimeingia eh, na hii moja ilioingizwa jana hapa sawa, ijiandae kushenyetwa mimi naambia ni kweli nyuma mwiko makao wana timu. Injinia target yake kwenye mkutano wake mwisho wa mwaka akasema kwamba ni makundi. Sasa jana singefuzu maana yake tunavoongea saizi Tanzania hayupo. Kwa hiyo akatumia nguvu ya ziada ili aingizwe kama yeye alivyoingiza mashabiki wake bure. Na naye akatumia nguvu timu ingizwe makundi naye ameingizwa. Lakini huko ilikoingizwa sio chao chao. Hiki chao cha kiki. Subiri watakavosha nyetu. Mechi mbili za Dimitri Pantev ambazo wamecheza kwenye michuano ya kimataifa, ya kwanza akicheza ugenini goli tatu, ya pili akicheza katika dimba la Benjamin William Mkapa. Performance yake mnasemaje, wana Simba? Ah, performance yake bado ambaye tunaiona kwa sababu anatengeneza kikosi chake saizi bado hajapata first eleven. Umeona alichoanza nacho kule sio alichoanza nacho leo, na leo kaenda moja kwa moja bila strike, strike wote kaweka benchi. Manake kuna kitu anakitafuta huyu master matatu, na akishakipata kuna watu watakimbia mechi uwanjani kuna kitu anakitafuta, akisha kipata, kuna watu watakimbia mechi uwanjani. Mimi naamini mashabiki wa simba wote walokuja hapa hakuna aloridhika kutoka bila goli, lakini niwaambie tu tutulize mioyo yetu, tuendelee kunywa mtori. Sisi hatujaingizwa bure, sawa, wenzetu wameingizwa. Tusherekee hilo kwanza, timu Tanzania zilizofuzu ni tatu tu, sisi tumeingia kibabe, wale wameomba sare, alafu walikuwa wanatuambia tushangilie. Wao wameshindwa kuingia na padri nyumbani kwao, eti hapa wamekuja na sheni mwingine, wako ta golini pale. Sasa hapa kuna nyumba ibada au kumuona yule shehe wao aliingia naye Yaani yule shehe kaja kwa ajili wapate sare. Nao wamefanikiwa. Leo utasikia yule anakunywa vitoga. Anakula vitoga, kesho atakunywa supu ya mtori, yule kesho. Sio kama mmezidiwa uwezo? Tumezidiwa uwezo, wametufunga magoli mangapi? Si ndio timu pekee. Sawa, zilikuwa Champions League, hatujapoteza mchezo katika michezo minne yote. Tumetoa sare mechi mbili, hii bila kufungana, iliyopita moja moja tukafuzu tukiwa hapa hapa. Na leo bila bila tumefuzu tukiwa hapa hapa. Mchezo sote tumemaliza kule Inswatini kule. Shughuli tumemaliza. Wamasai hao wanarudi kwenye ngoma zao za asili. Lakini wenzetu wamefungwa na Silver. so, hmm. Eh, yaani, pete na cheni ndio imewafunga huko, lakini na hapa pia walikuwa tayari washaondoka mwisho wa siku, akaingizwa na refa sasa. Tujaingizwa na refa sasa, tumeingia wenyewe. Kwa hiyo mnawapa salamu gani sasa kuelekea kwenye ligi kuu Tanzania bara mahali ambako mnakorejea sasa kwenye michuano? Ah, mimi nafsi salamu zangu kwa mashabiki wa Simba, wanachama wa klabu ya Simba, tupambane kuwasaidia wachezaji wetu. Wachezaji wetu wana vita kubwa sana na nyuma mwiko wao, maana wachezaji wao mpaka wananywa dongo, sio amri yao ile, wananoa dongo kwa sababu wanaonekana wanalogwa na Simba. Ashasema niwasikie mashabiki wao, wanasema kwamba Simba wanaloga wachezaji wao. Hata wewe chizi kashalogwa, unaweza hatufocus na timu yao. Sisi tunafocus na wachezaji wetu, tunafocus na benchi la ufundi ili mradi likae sawa sawa, lifanye kazi sisi tu enjoy. Hicho ndio kitu tunachofocus sisi. Kwa sababu wao ndio wote wanadili na hawa wachezaji, wachezaji ni wazuri sana lakini tusipowasupport, baadaye tuwaone hawa tutawakataa. Mimi nakwambia, tuwasupport wachezaji wetu. Tutafanikiwa. E, bwana tuma salamu kwenda kwa Azam Football Club na kocha Ibenge. Unawaambia nini ras? Azamu, azamu niwaambie tu siku hiyo umweke kocha msaidizi. Ibenge akaa jukwani, ataondoka. Sisi tushapanga njama kwenda kumuondoa Ibenge kwa mara ya pili. Tunamngoa sisi. Sisi tunapiga wiki hapo. Pila tatua lijaonekana tena kuonekana Azamu pale. Pila nyuki tunaenda kulipiga hata bora. Unafunga wiki nane. Be beki Duchu. Beki Duchu sio beki, kwani Duchu ndo mara ya kwanza kucheza Simba? ana muda gani anacheza Simba? Mimi nakwambia hapa pira tatuli litaonekana wapi? Litaonekana Chamazi, ambao wenzetu wamekimbia pale. Si hatukimbii pale, tunawashenyeta pale, afu tunawaambia njooni kwa Mkapa, mechi ya pili hiyo. Ndio malengo yetu. Shukrani sana, asante.